Mchezo wa paka na panya wavuta ni kuvute baina ya mshukiwa wa uhalifu Mansuri Yusuf na polisi, ulishuhudiwa kwenye kaunti ya Lamu kwenye hospitali ya King Fahd, wakati polisi walifika kwenye hospitali hiyo na kumpata Yusufu na majeraha ya visu na mapanga akiwa amelazwa na kudai kuwa ni mhalifu sugu ambaye wamekuwa wakimtafuta kwa muda mrefu, huku familia yake ikitofautiana na polisi ikisema kuwa ilimleta hospitalini humo baada ya kuvamiwa na vijana wa mapanga na visu. Hata hivyo, usimamizi wa hospitali hiyo ya King Fahd uliitaka familia hiyo kuripoti kisa hicho kabla ya mgonjwa wao kuhudumiwa lakini familia hiyo ikakataa, hatua iliyopelekea usimamizi wa hospitali hiyo kumlaza Yusufu ili kuokoa maisha yake kwa majeraha aliyokuwa nayo. Baada ya Yusufu kulazwa kwa majeraha ya panga na visu kwenye hospitali hiyo, polisi walifika hospitalini humo na kudai kuwa Yusufu ni mhalifu sugu ambaye walikuwa wakimsaka kwa kumshambulia mkazi huko Lamu na wenzake watatu ambao tayari walikuwa wameshikwa na kutiwa mbaroni. Kamanda wa polisi kaunti ya Lamu, Kipsang Changach, amesema kwamba wanasubiri mhalifu huyo atibiwe apate afueni kisha wamtie mbaroni. Je, ni nini chanzo cha ongezeko la visa vya uhalifu hasa ukanda wa pwani?